Utofauti uliopo kati ya kupoa na kupona ni kwamba kinachohitajika ni muda sahihi na tiba sahihi. Wapo wengi wametumia dawa za maumivu, wametumia krimu, wametumia vikaango vya maji moto, wengine wamekalia maji ya uvuguvugu, lakini pia wamekuwa wakipata nafuu ya muda mchache, baada ya kuua na changamoto a ya bawasiri. Ndugu yangu, shida ni moja, ni kwamba bado tunakuwa hatujatibu chanzo cha tatizo. Kuendelea kupaka ule uvimbe kufa operation ya ule uvimbe, bado chanzo cha tatizo unakuwa bado hujakipata. Chanzo cha tatizo tunasema ni zile veins zinavyopatikana kwenye njia haja kubwa. Ndio maana leo ukitumia pailkea kutoka kwa Dr Jimmy unapata matokeo haraka. Ni kwa nini? Kwa sababu inatibu chanzo cha tatizo ambacho ni mishipa macho. Ndio hiyo inapata chocha damu inakupelekea upate amiwasho, upate uvimbe, lakini pia upate maumivu makali. Tumia pailkea leo ili uondokane na changamoto ya bawasiri. Kama bado unateseka, niandikie neno hapo chini pailkea, na mimi nitaweza kupatia msaada. Karibu, na Mungu akubariki.